Na mtazamaji, timu ya Kenya ya wakongwe inatarajiwa kushiriki kwenye mchuano wa soka utakaoandaliwa nchini Afrika Kusini kuanzia Aprili pili hadi tano. Kikosi hicho chenye makazi yake kaunti za Uasin Gishu na Elgeyo Marakwet kinajumuisha wachezaji wa, wa, wa kike wenye umri wakati ya miaka 52 hadi 75 wakiunda timu hiyo ili kufanya mazoezi kwa ajili ya afya zao. Serikali kupitia idara ya michezo imepongeza mpango huo na kuahidi kuwaunga mkono kwenye mchuano wao huo wa kimataifa. Jumla ya mataifa 32 yatashiriki mchuano huo ambao uliandaliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2023. E, makoko wengine wa mtaa walikuwa wanatuchekelea tu ati si tumekosa kasi ya kufanya, lakini kumbe Mungu naye alikuwa na mbango mzuri kwetu, hata si hatukuchua tutafika mahali tumefika. Hii timu ni timu ambayo imefungua macho Kenya mzima kwamba kumbe inawezekana wa mama granis na wazee granis pia wakuwe na time ya kufanya mchezo yao. Ukiwa na talent itakupeleka mahali mbali sana. Wale wanaenda South Africa, wanaenda South Africa kwa sababu ya talent. Kitu ya muhimu ni kwamba ukiwa na talent yote, tafadhali ionyeshe kwa sababu serikali ambayo sasa iko ya Kenya kwanza inaangalia mambo ya talent.